Somo: unawezaje kuishi kwenye wito wako? Watu wengi sana wamepata shida sana na wamepata wakati mgumu, hasa pale anapojiuliza unawezaje kuishi katika wito wako, au unawezaje kupata matokeo ya wito wako? Unajua, ishu sio wito, ishu ni kukua katika ule wito uliokuwa nao. Bahati mbaya sana umelelewa na wababa wa kiroho ambao wameshindwa kukuelewa, na nimeona vijana wengi sana wameamua kufungua ministri fosi huduma zao, hata kama bado hazijaimarika. Wameamua kufungua huduma kwa sababu tu pale walipokuwa wakifanya huduma wamekataliwa, na kuna spiriti nyingi sana za mababa wa kiroho kuto kuwatimizia haja. Wale wanaoolea katika huduma ni watu wachache sana ambao, uh, wanaweza akakulea katika huduma, ili hali pia huduma yako inaonyesha ukuwa kwa matokeo makubwa sana kuliko wao, yaani maana yake, kuna wakati unaweza ukawa na huduma kubwa kuliko baba wa kiroho. Haimaanishi kwamba wewe una mafuta kuliko mkubwa wako, lakini bahati mbaya, wanaokuwa wanakulea kiroho wanakuwa na ubinadamu mwingi kuliko kuwa rohoni. Baba wa kiroho anapokulea, anapokuwa na ubinadamu mwingi kuliko kujua kusudi la Mungu kwenye maisha ya, hala nyingi vita inatokea hapa na sasa. Watu wengi wanashindwa kujua namna gani wafanye ili waishi katika maono yao, lakini leo nitakueleza kama una maono makuu, kuna mambo ukiyafanya, maono yako vyovyote jinsi ulivyo na popote ulivyo, maono yako ni lazima yatimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wameamini kuwa kuishi kwenye wito ni lazima uwe chini ya mtu fulani au kiongozi fulani kwa maisha yako au katika maisha yao yote. Na hili limeumiza vijana wengi wa kiroho waliokuwa na moto wa ajabu, lakini moto huo ukazimwa kwa sababu ya utaratibu wa kibinadamu ambao haukuendana na maelekezo ya Roho Mtakatifu. Sasa kuna vitu kadhaa vya kuweza kuangalia ili kuweza kuishi katika wito wako. Cha kwanza, tambua kwanza wito wako, usije ukafanya mambo kwa sababu ya wengine wanafanya. Kuwa mwalimu, mwimbaji, mchungaji au mwinjilisti si fashion. Bali ni wito. Tukisoma katika Yeremia sura ya kwanza mstari wa tano neno la Mungu linasema, kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nalikujua, kabla hujalitoka tumboni nalikutakasa, nalikuweka kuwa nabii wa mataifa. Kitu kimoja ambacho inatakiwa kujua, uliumbwa kwa kusudi na wito wako hauanzi kwa maoni ya watu. Unaanza, unaanzia kwa Mungu. Kwanza lazima uelewe sababu ya kuwepo kwa wito wako sio kwa sababu ya mihemko ya dunia ujue kwamba wito wako una kusudi kamili ndani yako, ili uweze kutimiza malengo au kuishi kwenye kusudi la Mungu kwenye maisha yako, au kuita kuishi katika wito wako. Jambo la kwanza, lazima ujue kwamba wito uliokuwa nao sio kwa sababu ya wanadamu, na lazima uelewe kwamba wewe ni nafsi iliyobebwa na mwili. Wewe ni roho iliyobebwa na mwili, roho yenye makusudi ya Mungu iliyotoka katika kiti cha enzi, ambayo imevaa huo mwili wako kuja duniani kukamilisha makusudi ya Mungu. Maana yake kama hujajijua wewe ni, ni, ni roho inayoishi, maana yake ni kwamba utaishi kwenye maisha yako kila siku ukiwa na, na hofu za wanadamu. Cha kwanza, lazima uelewe kwamba wito uliokuwa nao hautokani na jinsi ya kibinadamu. Ah, namba mbili, fuata maelekezo ya Roho Mtakatifu. Wito wa Mungu hauwezi kueleweka kwa akili za kawaida. Wale waliotembea kwenye wito mkubwa walikuwa watu waliotii sauti ya roho, hata kama ilionekana haieleweki mbele za watu. Kwa mfano tunaweza tukaangalia katika Biblia, Abrahamu aliambiwa, ondoka kwa jamaa zako Hakufuatilia mfumo alifuata sauti. Paulo aliitwa na Mungu lakini hakukaa kwa miaka mingi alipokelewa na mitume, alikaa fara, alikaa faraga na Roho kwa miaka, kwa miaka mitatu kabla ya kuanza huduma yake. Hii tunapata katika Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka 18. Wito wako una mwelekeo wake, kitu ambacho unatakiwa kujua, wito wako una mwelekeo wake binafsi. Sio kila mtu ataona au kuamini mwanzo. Nataka nikwambie kitu. Ndugu, unanisikiliza, Wito ulioko ndani yako ni wito wa kipekee sana. Kwa bahati mbaya, wakati unaanza wito wako, kuna watu watakukataza ama watakuignore wataku, wataku, kuna watu watakukataa, kuna watu watakukosoa, kwa sababu hakuna mtu mwingine kama wewe. Yaani, wito wako umesimama katika misingi yake kamili, kwa sababu Mungu kabla hajakutuma duniani, anasema alikufahamu tangu huko tumboni mwa mama ya. Kwahiyo cha kwanza kabisa unachotakiwa kufahamu ni lazima ujue kwamba wito wako ni wito wa kipekee ni wito wa kitofauti, ili uweze kufanya mambo makubwa. Elewa kwamba sauti unaotakiwa kuisikiliza na kuifuata ni sauti ya Roho Mtakatifu katika maisha yako, kwa sababu yeye ndo anayetufunulia mambo ya sirini kila itoapo leo. Maana yake kama usipokuwa mtu wa kusikiliza sauti ya ndani, ukasikiliza mihemko ya wanadamu ama watu waliokuzunguka, kila siku utakuwa mtu wa kujiona hufai katika hiyo position. kila siku utajiona wewe ni mtu wa kupiga mark time. Kila siku utajiona wewe ni mtu wa kukosea, kwa sababu unataka kufanya kama mtu fulani kwa sababu unataka kufanya ili watu wakuelewe. Uwito kamili upo katika maelekezo ya Roho Mtakatifu. Wewe fanya kile kitu ambacho Roho anakuelekeza, basi ghafla tu utatokea katika safari yako. Lakini namba tatu, jenga msingi wa neno la Mungu. Kwa sababu gani? Usiishi kwenye hisia, ishi kwa misingi ya neno la Mungu. Neno ndilo linabeba dira ya maisha yako ya kiroho. Sikiliza, ni kwambia, mtu asiyejua neno la Mungu hawezi kuongoza huduma yenye nguvu za kiroho. Vijana wengi wanatamani kuperform miracles wata, wanatamani kufanya miujiza, wanatamani kufanya speaking ambazo zitawagusa watu, lakini wengi ni wavivu wa kusoma neno la Mungu. Yani, mtu anasoma neno la Mungu pale ambapo anaandaa somo la kuwafundisha watu fulani lakini nataka nikuambie, msingi wa huduma yenye mafuta ni kukaa katika neno la Mungu. Msingi wa huduma yenye upako ni kukaa katika neno la Mungu. Msingi wa huduma yenye mwangaza kwa wanadamu ni neno la Mungu. Kama ukikataa kuishi katika neno la Mungu, maana yake wewe utatengeneza huduma itakayoonekana machoni pa watu, wewe utatengeneza huduma ambayo itapendwa na watu, sio kibali mbele za Mungu. Lakini ukitengeneza misingi ya huduma yako katika neno la Mungu, maana yake kila ujumbe utakaotoa hauta expire. Lakini cha nne, chagua mazingira sahihi ya, ki, ya, ya, ya kipawa chako. Hii ni kwa nini watu wengi waliotwishwa huduma walizimia, kwa sababu waliruhusu kulelewa na watu wasiothamini kipawa chao au vipawa vyao. Utii ni lazima, lakini utii usikuingize kifungo cha kiroho. Kwa mfano, Samueli alilea huduma yake akiwa ya chini ya Eli lakini Alihitaji kuwa na sikio la kiroho kusikia Mungu hata wakati Eli alikuwa. Daudi alipakwa mafuta akiwa bado Sauli ni mfalme, alitii mamlaka, lakini hakuruhusu mazingira ya Sauli kumvunjia maono. Utii si kipofu, bali utii ni hekima ya kuelewa njia za Mungu bila kuangamiza vipawa vyako. Watu wengi sana katika safari ya maisha wamejikuta wakikwama kwa sababu ya kulelewa na watu fulani na kulekewa mipaka. Ni vyema kuwekewa mipaka na ni vyema kutii, lakini kuna mipaka ambayo itagusa huduma yako. Kuna mipaka ambayo itakula huduma ambayo iko ndani yako. Sikilizwa nikwambie, kama utaruhusu mazingira ya kuruhusu ile huduma yako iliyoko ndani yako isifanye kazi, maana yake huwezi kuishi katika maono uliokuwa nayo. Kama ukiruhusu mazingira kukurudisha nyuma, ukiruhusu protokol za kidini ama mambo mengine kukurudisha nyuma, maana yake huwezi kuishi kwenye mwito wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wengi sana wamerudi nyuma, ni kwa sababu ya kukubali kukaa katika mababa wa kiroho ambao hawana maono, wamekubali kukaa kwenye mababa wa kiroho ambao hawawazii huduma zao wanavyokubali kukaa katika mababa wa kiroho ambao wako wanaweka ukinzani kwenye huduma waliokuwa nayo. Tunaelewa tunakuwa katika makanisa ya Kipentekoste, makanisa ambayo kila msingi wa kanisa una msingi wa kidini ambao kuna wakati unaweza ukawa na huduma kinyume na taratibu ambazo zilizozoeleka, kinyume na taratibu ambazo zimezoeleka, ili hali tu haumkosei Mungu. Sasa watumishi wengi wamewekewa ukinzani baada ya kuonekana wanahuduma iliyokuwa ya tofauti na iliyozoeleka. Hatuhudumu, hatuishi katika wito kwa mazoea ya wito, tunaishi katika wito kwa kawaida na, na, na, na, na, kwa matakwa ya Mungu kutokana na yeye Mungu jinsi alivyotutuma hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini cha tano, usikubali kukatishwa tamaa, usikubali kukatishwa tamaa. Hii ni kwa nini? Kwa sababu binadamu wengi au watu wengi wameacha wito wao kwa sababu ya mtu fulani hakuona thamani yao, au, au hawakupata nafasi au walikosolewa wale, wale, wale vibaya. Lakini kumbuka hivi, Mungu ndiye aliyekuita si watu, Mungu ndiye aliyekuona na si watu, na Mungu ndiye aliyekutuma na si watu. Ukitazama kwa watu sana utakwama nataka nikwambie kitu. Ukimpa adui nafasi juu ya huduma yako, ukiwapa watu nafasi juu ya huduma yako, kila mmoja aanze kuzungumza kuhusu huduma yako, uwezi ukafika mbali, kwa sababu kawaida ya wanadamu wanapenda matokeo. Unavyoanza huduma, watu watakupiga vita, watu hawatakukubali lakini, unavyozidi kuishi katika huduma yako, utaona kuna mwanga unaanza kutokea. Hitimisho. Wito wako si mchezo. Wito ni agano kati yako na Mungu. Usiishi kwa kulazimisha kwa kulazimishwa kwenye mifumo isiyojenga kiroho, lakini omba, sikiliza Roho Mtakatifu na fuata neno, tafuta mazingira sahihi na tambua thamani yako. Usiogope kuonekana tofauti, watu wa wito huwa tofauti sana, na siku moja utasimama na kusema, hakika nilitembea katika wito wako. Nataka nikuambia kitu ndugu unayenisikiliza sasa, wito wako ni tunu ya dhahabu sana. Ni lazima kuishi katika kile unachokiona, ulichokuwa nacho. Sio kila mtu yupo kama wewe. Ulichokuwa nacho ndani yako ni wewe tu ndio Mungu amekutunukia. Maana yake ukiondoka hapa duniani, hakuna mtu mwingine ambayo yuko kama wewe. Kuna watu wanatamani kuwa kama wewe japo hawasemi wao, hawapazi sauti zao, lakini wanatamani kuwa kama wewe. Ni vyema ukajua namna ya kuishi katika mwito uliokuwa nao. Niseme hivi: Mungu akubariki sana, Mungu akuinue na akufikishe katika viwango vya juu sana.